Naibu Katibu Mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Bara, Amani Golugwa, amesema kuwa licha ya chama hicho kupitia majaribu mazito ya mauaji, utekaji, na dhuluma, kimezidi kuimarika kwa sababu kimejengwa juu ya misingi ya watu na ujasiri. Akizungumza katika uzinduzi wa maadhimisho ya wiki ya kuzaliwa kwa Chadema, Golugwa amebainisha kuwa chama hicho ni hitaji la kihistoria la kurejesha sauti ya wananchi na heshima ya kura nchini Tanzania. Safari ya miaka 33 ya jasho damu na machozi. Ndugu Watanzania wenzangu, Chadema haikuanzishwa kwa bahati mbaya, iliundwa kama hitaji la kihistoria la kurejesha sauti ya wananchi, heshima ya kura na misingi ya haki katika taifa letu. Katika safari hii ya miaka 33, Chadema imepitia majaribu mazito ambayo chama kingine chochote kingekuwa king, king, king, kimesambaratika. Tumelipa gharama kubwa kwa mapambano haya ya kidemokrasia. Tumepoteza mashujaa wetu wengi wengi, waliouawa kikatili. Tungeweza na tunaweza kuwataja wengi, ndugu zetu eh, ambao waliuawa kikatili. Alphonse Mawazo tunamkumbuka, Ali Kibao na wengine wengi ambao ni sehemu ya watu ambao walipambana na, eh, na, na, na waliuawa kikatili na mifumo, eh, na mifumo haramu eh, yenye, yenye ukatili. Tumeshuhudia ukatili wa kupindukia ikiwemo jaribio la mauaji dhidi ya mwenyekiti wetu wa sasa Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye mchana kweupe alimiminiwa risasi e, katika makazi ambayo yana waviongozi wengi akutisha, ochaguzi, e, mkuu, e, uliopita, e, wa kiserikali, mauaji ya kutisha wakati wa uchaguzi mkuu uliopita wa Oktoba ishirini na tisa tarehe ambayo ilidhihirisha mbele ya Watanzania e, kwamba lilikuwa ni tukio la unajisi lililozaa ubatili pamoja na mauaji ya Arusha ya Januari 5 mwaka 2011, eh, na maeneo mengine mbalimbali. Tumeshuhudia kupotea kwa makamanda wetu eh, kina Ben Sanane eh, Mdude Nyagali, Dionis Kipanya, Deus, Desi, De, Deus Dedit Soka na wengine wengi kwa mamia, kwa mamia mamia ambao hadi leo hawajulikani wako wapi. Tumekumbana na dhuluma za kisheria, kesi za uongo na matumizi ya vyombo vya dola kwa silaha eh, kama silaha eh, ya, ya, ya kisiasa. Tumeshuhudia watu kubambikiwa kesi za uhaini za uongo kabisa. Mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Lisu eh, yuko mahabusu hadi hivi sasa eh, katika kesi ambayo sisi na Watanzania wengine wote tunasema kabisa kwa, kwa ujasiri Lisu sio muhaini, Lisu sio mwongo, na yupo kwenye mikono Eh, ya, mi, mi, mi, mikono ya watawala kwa kesi ambayo haina uhalali wowote. Lakini pamoja na risasi, utekaji, vifungo na vitisho, CHADEMA haijafa, badala yake imezidi kuimarika. Ni kwa nini? Kwa sababu CHADEMA ni watu. Tuna watu na tuna ujasiri wa kusema tutashinda. Hakuna marefu yasiyo na ncha, kwa hivyo iko siku tutashinda. Niitimishe kwa kusema hivi Tunawaelekeza viongozi wa chama nchi nzima nchi nzima kuanzia ngazi e, za matawi e, majimbo, wilaya, mikoa na hata kwenye ngazi yetu ya taifa, kuanza mara moja utekelezaji wa ratiba hii ya wiki ya maadhimisho ambayo tunaianza hivi leo. Tunawaalika wanachama wote, tunawaalika watanzania wote, tunavialika vyombo vya habari, jumuiya za kiraia wadau wa demokrasia wadau wa maendeleo na Watanzania wote kwa ujumla wenye mapenzi mema na nchi hii kushirikiana nasi kushiriki, kushiriki kikamilifu hadi kilele cha maadhimisho haya tarehe ishirini na moja Januari mwaka elfu mbili ishirini na sita. Ninalisihi e, jeshi la polisi e, vyombo vya dola, afande IGP kamili Swambura, hili ni wiki letu, hili ni juma letu, na hii ni haki yetu, na ni haki yetu kabisa ya kiasili kufurahi na kukumbuka kuasisiwa na kuanza kwa chama chetu. Kwa hivyo, ninakusihi sana tusichokozane, tusigombane. Usiingilie uhuru na haki yetu ya kufurahia na kuwa na wakati wa kukumbuka chama chetu eh, kuanza kwake na kuzaliwa kwake. Matukio yetu yote ambayo tumekusudia kuyapanga, kuyafanya, ya kijamii na ya kisiasa, ambayo yana lengo ya kutuweka pamoja, ninakusihi sana, tafadhali, tusichokozane, tusiingiliane, tusigombane. Hii ni haki yetu, na hatuwezi kuzuiliwa na mtu yoyote, na mamlaka yoyote, na nguvu yoyote, kwa sababu tunaifanya kama haki yetu, na nia yetu ni njema, kwa sababu tuna wajibu na tuna kila sababu ya kuwa na kumbukizi ambalo lina register siku maalum ya kihistoria ya kuanza kwa chama chetu. Hivyo nitoe wito kama ambavyo nimesisitiza, nitoe wito ni, ni vyema tuheshimiane, tuheshimu katiba ya nchi, tuheshimu katiba ya haki za binadamu. Chama hiki ni chama ambacho kimesajiliwa na kina wajibu wa kutimiza shughuli zake kihalali, hivyo tafadhali hatutakuwa tayari kuingiliwa na chombo chochote na mamlaka yoyote, na sisi tutafanya shughuli zetu na maadhimisho yetu kwa amani kama jinsi ambavyo tumejipanga kutekeleza ratiba yetu katika hili la wiki la, la, la maadhimisho. Nimalizie kwa kusema kwa niaba ya chama, historia itaandika, wananchi wanaona, CHADEMA itaendelea kusimama imara Tumeyumbishwa sana, tumepata majaribio na majaribu mengi ya kutulegeza, tumekatishwa tamaa, hatujayumba. Wananchi na Watanzania mmeendelea kutuamini, nasi tumepokea hiyo imani, hatutawaangusha. Wito wetu kwa taifa, wito wetu kwa taifa, ndugu wa Tanzania wenzangu, maadhimisho haya si sherehe ya kukata keki, ni tamko la kisiasa na kihistoria kwamba demokrasia ya Tanzania haitauzwa haitanyamazishwa wala haitazikwa kwa damu. Wiki hii ni sehemu ya maandalizi ya mapambano ya mwisho ya kudai katiba ya wananchi, tume huru ya uchaguzi, kukomesha kabisa utamaduni wa utekaji, mauaji ya kisiasa, ukandamizaji wa haki za binadamu. Historia imetuonyesha wazi wazi, chama chenye dola kinaweza kuua, chama chenye dola kinaweza kunyamazisha watu Chama chenye dola inaweza kufanya yote mabaya, ili mradi tu sauti ya haki na kilio cha haki kisisikike, kisi, kisi, kisi, kisi, lakini chama chenye watu hakiwezi kushindwa milele, na huu ndio ujasiri tulionao CHADEMA. Ni watu, tuna watu na tuna ujasiri wa kusema maneno haya, we have God, we have the power, we have people as well. Tuna Mungu, tuna nguvu na tuna watu, kwa hivyo tuna kila sababu ya kujitamba na kusema kwa ujasiri kwamba tutashinda. Katika maadhimisho haya, katika maadhimisho haya tutaweka rekodi iliyo sawa ya kutambua mchango uliofanywa na wenye viti ambao walipata fursa ya kukisimamia chama hiki. Wakati chama hiki kinaanza kilikuwa chini ya mikono ya mwenyekiti mwanzilishi, mzee wetu Edwin Mtei. Tutatumia fursa hii kuweka rekodi na kumbukumbu sawa ya mchango wake uliotukuka, eh, katika kipindi chake tutaweka rekodi na kumbukumbu sawa ya mchango uliotukuka wa marehemu mzee wetu Bob Nyanga Makani, nafasi yake na wajibu wake katika kipindi chake, eh, wakati wa utumishi wake. Tutaweka rekodi sawa ya utumishi uliotukuka wa aliyekuwa mwenyekiti wetu kwa muda mrefu eh, Mheshimiwa Freeman Mbowe kwa nafasi yake, jinsi alivyokipeleka chama kwenye kipindi na kwenye kwenye, eh, kwenye hadhi ambayo e, ilifikisha chama katika kilele e, cha chama kupata heshima e, kubwa ndani na nje ya nchi, na katika kipindi cha sasa aweka rekodi sawa ya kipindi ambapo mwenyekiti wa sasa ndani ya mwaka mmoja e, mheshimiwa Tundu Antipas Lissu kwa nafasi yake na kwa kipindi chake na kwa mwaka mmoja, mambo ambayo ameyafanya na kukifikisha chama hapa tulipofika. Aidha, amekumbusha gharama kubwa ambayo wanachama na viongozi wamelipa katika mapambano ya kidemokrasia ikiwemo kupotea kwa wanachama wake. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kubonyeza kitufe cha subscribe, comment, like na share ili uendelee kupata taarifa zetu.